Na ubora wa Uislamu au ubora wa Waislamu ni kwamba linapotokea baya, basi wanawaidhiana, wanakatazana, wananyosha, wananyoshana. Ndio msingi wa Uislamu, ndio ubora, ubora wa Uislamu ndio ubora wa umma huu wa mtume wetu. Ubora wake upo linapotokea mwenzenu kafanya baya basi ubora wetu ni katika ile kumu waidhi kumuonesha hivi sivyo? Sasa mnapokuwa hamna hilo nyinyi wenyewe ndio mjiambie kwamba mm -mm, huku nakopotea unakokwenda siko kama hatukusimama kwenye huo Islamu wenyewe. Haya, leo tuambia khatibu atakuwa hana maana, kwa sababu ukipotea kwenye Uislamu hutarudi tena kutaka kwa Mwenyezi Mungu, utarudi utaona wewe mwenye nguvu ni mwenye madaraka, mwenye nguvu utaona, ni mwenye cheo, mwenye nguvu utaona, ni mwenye nguvu utaona kwamba ni Mwenyezi Mungu. Mkifika pahala ambapo mkausahau Uislamu, yatatokea mabaya, badala ya kukatazana, watatokea wengine watayahalalisha. Sasa mimi nilisema seme hili kwa sababu nayaona kwamba sasa maradhi hayo yanatuingia nchi yetu, eh? Yanaingia kwenye nchi yetu, linatokea baya tena, walio tuliotarajia kwamba ni viongozi wa dini ya Kiislamu, badala ya kusema jamani, hili baya japo kalifanya mwenzetu, lakini unakuta hamkani katika kulionesha kwamba eh, kulihalalisha na kulipamba lile baya ambalo limetokea, kutaka kulihalalisha na kumwona mbaya anayesema jamani, hili kafanya mwenzetu lakini hili eh, hili baya au sivyo? kwamba hili ni baya japo kama kafanya mwenzetu lakini hili baya silo. Mwenyezi Mungu ukatufundisha katupa mifano mingi eh? Ahli sabti watu wa sabti waliofika pahala, baadhi yao wakageuzwa kuwa nyani. Si kwamba kila mmoja katika waliokuwa nyani, si kwa sababu walikuwa na wao, walikwenda kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu, wakenda wakavua siku waliokatazwa kuvua, lakini miongoni mwao ni kwa sababu hawakuliona baya lile ambalo wenzao walilifanya la kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu kwa ujanja, hawakukataza. Na sio tu kwamba hakukataza, lakini hata kwenye mioyo yao wao hakuliona, wakaona ah, hao jamaa wameshakuwa smart wow. Wao badala tumekatazwa Jumamosi kwenda kuvua, wao Jumaa ndo wanakwenda kutia nyavu, asema si Jumaa ah, ah. Tunakwenda kwa, kwa kamati kwenda kuvua Jumapili. Sasa Mwenyezi Mungu mnamfanyia ujanja. Kosa lao lilikuwa wengine, si kwamba kila mtu alifanya yale, lakini tunaambiwa miongoni mwao ni wale ambao hawakulikataza lile la kumfanyia ujanja kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu wa ujanja. Sasa na mimi naliona hili linakuja huku kwetu pia. Sasa nchi yetu tumefika pahala, ukitaka kuhalalisha haramu litie kwenye siasa. Ukitaka kuhalalisha kuua wewe litie kwenye siasa, utaua na utaambiwa halali na utapata watetezi Waislamu hao. Ukitaka kudhulumu litie kwenye siasa, utadhulumu na utapata watetezi wa dhulma ukitaka kusema uongo litie kwenye siasa, utapata watu watetezi wa uongo wako. Ukitaka kuhushi rushi kwenye litie kwenye siasa, utapata watetezi wa kutetea rushi yako. Jamani, Uislamu ni dhima, Uislamu ni utukufu. Mimi niwaombe sana, ndugu zangu, tunakopelekwa tukatae, tunakopelekwa tukatae. Kama Waislamu tusitetee rushi, tusitetee dhulma, tusitetee kuua watu tusi, kwa sababu tu kumetiwa kwenye siasa, huko ni kubaya, huko ni kukupamba sawa sawa na walivyopamba wale watu aliowaonya nabii Ayubu.